Habari. Asante. Ulikuwa mchezo mzuri dakika mm, uh, 90 tukishuhudia timu hii ikifungana moja moja. Kwetu ni matokeo mazuri, sababu tuko nje ya mashabiki wetu, tuko nje ya uwanja wetu ambao huwa tunajaza mashabiki. Kwa mm, hiyo kwetu ni ushindi kwetu ni ushindi. Tumecheza na timu kubwa nzuri kwenye ligi ya Tanzania, timu ambayo inafanya vyema kwenye michuano ya kimataifa, ina nyota wengi wa kimataifa. Kwa hiyo kwetu sisi, sare ambayo tumeipata kufungana goli moja moja, ni matokeo mazuri sana sana, yanazidi kumpa nafasi nzuri mwalimu Yusuf Chipo ambaye ndio mchezo wake anasimamia toka apewe majukumu kama kocha mkuu, na ameweza kuonyesha, anachezesha vijana wadogo sana kuanzia miaka kumi na saba mpaka ishirini, wengi wao wadogo sana. Kwa hiyo kile ambacho nakifanya mwalimu Yusuf Chipo huamini vijana, naamini watapata uzoefu na baadaye watakuwa wachezaji wazuri wa nchi hii yeah. uh, uh, dakika 90 kwa nzuri. Simba walipata nafasi kipindi cha kwanza waliweza kupata goli na Mtibwa ili, ilikuwa inawasoma Simba, lakini kipindi cha pili Mtibwa alibadilika na akaweza kupata goli la kusawazisha. Kwa hiyo mimi kwangu ni matokeo mazuri ambayo tumewaliza watu wa Simba Dar es Salaam asilimia kubwa, sababu Simba timu nzuri, walikuwa na imani kubwa leo wakatamiwa, wananyongwa, wanafungwa, wanavotaka. Sisi tunaishi, tunaishi kijijini sana. Kwa hiyo matokeo haya ambayo leo tumeyapata kwenye jiji hili la Dar es Salaam ni matokeo mazuri, tumewapa simanzi kubwa wadau na mashabiki wa Simba. Huo ndio mpira, wakubali mageuzi ya mpira kwamba mpira haujalishi ukileta maprofesa kutoka nje, yeah. Ndio basi utapata matokeo hapana. yeah, okay. Watanzania wakaaminiwa wanaweza. Ulizungumza uli, uli mapema kabla ya mchezo kwamba Simba kwenu hawawezi kuwatisha Mtibwa Shuga, nini ulikizingatia ili hali pia Mtibwa haijacheza muda mrefu, lakini Simba mliwaona karibuni hapa kwenye Mapinduzi? Nini ulikiona kwa Simba ukaamini kwamba hawawasumbui kwenye mchezo leo? Kwanza nilikuwa na furaha nipoongea na mwalimu Yusuf Chipo, huwa anakaa yeah. Naye mara nyingi sana, na amekuwa akinitamanisha anasema nimekuja kufanya kazi nchini na Wakenya wanajua niko Tanzania na nafundisha Mtibwa. Kwa lengo langu ni kuhakikisha kile ambacho nakifanya kinaleta ma, kina, kinaleta mapinduzi kwenye mpira wa Tanzania, kwayo nilikuwa nikiamini kwamba kauli ambayo naizungumza ni vitendo halisi vya mwalimu ambaye anatengeneza kikosi cha ushindi. Morali inaenda kuwa kubwa baada ya ushindi wa mimi sare, ya nadhani italeta tume, tumechezesha vijana wadogo sana wale vijana wakipata mechi kubwa kama hii kipata mechi mbili, wakitengeneza utulivu, inawezekana tukapata wachezaji wazuri sana wa nchi hii. Malengo yenu kwa msimu huu bila shaka yanaenda vizuri? Uh, sio mbaya, tunamshukuru Mungu sababu tulianza bila kocha mkuu na kocha mkuu katua nchini hivi karibuni. Kwa hiyo mipango kama unavyoona, timu inacheza kitimu, kwa naamini tutazidi kuimarika. Tumecheza hii leo, tunasafiri kesho kuelekea Dodoma tunacheza na Mbeya City tarehe 21 Januari na tunatumia uwanja wa Jamhuri Dodoma kama uwanja wa nyumbani baada ya ule uwanja wa Jamhuri na Manungu kutokuwa na ubora wake. Kwa hiyo tumeomba majirani zetu wa Dodoma na wenzetu wametupokea, serikali ya mkoa, chama cha mpira mkoa na hakika na wamiliki wa uwanja wametupokea. Kwa hiyo Dodoma sisi ndiko nyumbani sasa. Sasa tunakwenda Dodoma kucheza na Mbeya City tarehe ishirini na moja na hakikisha, hii mchezo ambao tumeucheza hapa leo, kidogo wachezaji wamejiamini. Kwa hiyo mechi zinazokuja watafanya vizuri. Asante.